Magonjwa ya no. na katalo za mauti sa. Kila ugonjwa ulio nitupia, nina ukataji wa mwili wangu, nina ukatajiwa kifua changu, na ukataji wa moyo wangu, na katajiwa kiuno changu kwa jina la Yesu. Ewe e maumivu niachie kwa jina la Yesu jina la Yesu. Yeyote aliyekamata nyayo zangu lazima achie nyayo zangu. Yeyote aliyekamata mwazirangu lazima achie nyayo wangu, lazima achie mikono yangu, lazima achie kitovu changu, lazima achie nywele wangu, lazima achie picha yangu walioipeleka kwa mganga, yeah. Leo ninaikomboa yeah. Leo ninaikomboa yeah. Leo ninaikomboa mwili wangu, pokea afya kwa jina la Yesu.